Wanasema moyo ni moto, hutililika uelekeavyo, huvunja kingo na hudhamisha mantiki, na wakati mwingine ndio, wakati mwingine hugeuka kama bahari ya damu. Hii si hadithi ya mapenzi tu, ni maombolezo ya wanawake wawili waliounganishwa na urafiki kavunjwa na tamaa na kuzikwa na mwanaume aliyekuwa si wa yeyote kati yao. Valentina na Esperanza, majina mawili yaliyowahi kumaanisha nyumbani kwa kila mmoja. Mmoja ni mpole kama upepo wa jioni, mwingine mkali kama moto wa usiku, kabla ya giza halijaingia walilea urafiki wao kama mizizi ya miti, wakicheka, wakilia, wakitazama ndoto kwa macho sawa. Marafiki wa damu, roho zilizo sawa. Hakuna kilichoweza kuwavunja, mpaka tamaa ilipowasha cheche. Bwana Richard si mtu, ni dhoruba iliyovaa saa ya bei sauti yake ni tamu tamu kama asali ya uongo, mfuko wake uko wazi kama mazoea yake ya ngono, ahadi zake sasa ni visu vilivyofunikwa na hariri. Alikuja kama upepo wa mwezi wa saba wenye joto, tena wa ghafla. Kwa Valentina alimletea sifa tamu zenye kunukia hamu. Kwa Esperanza alimletea macho yaliyomvua heshima. Hakuna aliyetambua, lakini shetani hupenda pembe tatu, na lazima mmoja atamwaga damu. Kwa miezi kadhaa aliwapiga kama vinubi, kwa wimbo mmoja, midundo miwili, lakini la haja moja barua za mapenzi za siri, simu za usiku wa manane, majina bandia yaliyoficha uhalisia. Valentina ni mke, ni mama, lakini Esperanza, mfanyabiashara mwenye sura na umbo la dhambi. Wote wawili walitamani kingaacho, lakini ndani yake kulikuwa na kutu ya usaliti. Kila kitu kilianza na vivuli, skafu hapa, lipustiki pale, harufu ya mtu anayefahamika isivyofaa. Usiku mmoja, Esperanza aliamua kumvizia Bwana Richard nyumbani kwake, na kile alichokiona kilimvunja: Valentina nusu uchi akicheka kwenye jakuzi, akibusu mwanaume yule yule ambaye Esperanza alikuwa amemweka moyoni kwa ukimya. Hii haikuwa usaliti wa mwili tu. Ilikuwa usaliti wa nafsi na urafiki uliovunjika kwa kishindo. Wakakutana siku chache baadaye. Wakajifanya kila kitu kiko sawa. Kicheko cha kirafiki, mikono ya bandia. Macho yaliyojaa vifo vya ndoto. Lakini hasira ina mapigo yake, hupiga ndani ya mbavu kama ngoma ya kishetani, kisha usubiri. Esperanza alitabasamu, lakini moyoni mwake ulikuwa jivu, na kwenye jivu hilo upanga ukaanza kuumbika. Njoo nyumbani, Valentina alisema Njoo tuzungumze, aliomba na kusisitiza. Labda alitamani amani au labda hakujua kuwa vita tayari vilikuwa vimeanza. Esperanza alifika na chupa ya divai na sumu machoni. Wakanywa chini ya mwanga hafifu wa jioni, kumbukumbu -kumbu zikiketi nao mezani kama mizimu. kisha Kimya. Pumzi moja ndefu, hatua moja nyuma ya mwenzake. Shoka lilitumika si kwa kuni usiku huo. Pigo moja, sauti ya mfupa kuvunjika, na si mti. Kilio kimoja tu, kisha ukimya. Damu ilichora sakafu ya jikoni kama sala iliyopotoka. Macho ya Valentina yalisalia wazi, yakikodorea dari alilolipanga kulipaka rangi wiki inayofuata. Esperanza alimtazama akitetemeka, akiangusha kilio, macho yakiwa wazi, lakini si majuto. Ni hasira tu, na ukimya. Mbaya zaidi, siku mbili, nyumba ikaanza kunuka Vifo na majuto. Mwana wa Valentina alipomkuta, aliangua kilio kisichosikika hadi rohoni. Polisi walifika, jiji likashangaa, magazeti yakapiga kelele, lakini bwana Richard alitoweka kama upepo. Alikimbilia nje ya nchi, akaacha uongo akaacha wanawake waliovunjika. Mmoja kaburini, mwingine gerezani. Gerezani Esperanza huandika mashairi, wakati mwingine kuhusu jua la jioni, na wakati mwingine kuhusu hatia, na mara nyingi husema, nilimpenda lakini nilimchukia kwa jinsi alivyofanya. Ni jione si kitu. Valentina alizikwa kwa waridi jeupe, lakini hakuna anayeitembelea kaburi lake isipokuwa upepo. Na Bwana Richard, huenda sasa anamlong'oneza mwanamke mwingine uongo ule ule, kwa jina tofauti. Basi nakuuliza msikilizaji mpenzi, ni nini maana ya mapenzi kama yanaweza kuua mikono inayoyatoa? Ni nini maana ya urafiki kama busu linaweza kugeuza kuwa uuaji? Hii haikuwa tu hadithi, ilikuwa ni onyo kwamba moto mwingine hauoti, huunguza, na wakati mwingine mapenzi hayaishi, bali yanaua.